Shalom. Karibu kwenye sehemu ya pili ya somo hili ninalosema, utakapoota ndoto hizi, basi ujue wachawi na waganga wanakuogopa sana, hawakuwezi tena. Kwenye somo la kwanza nilitaja ndoto kubwa tano na kuonyesha ndoto hizo utakapoziota ujue wachawi na waganga wanakuogopa hawakuwezi tena. Lakini leo nimekuja na sehemu ya pili kukuonyesha kwamba ndoto zipi zingine tano ambazo utakapoziota, basi ujue wa kwamba wachawi na waganga wanakuogopa hawakuwezi tena, wanakutetemekea. Utakapoota ndoto hizi, ujue wa kwamba wamejaribu kufanyia vitu vingi sana, lakini wameshindwa. Wamejaribu kuwekea mitego mingi sana kwenye maisha yako, lakini wameshindwa. Wamejaribu kuwekea vizuizi vya kila namna lakini wameshindwa. Nakaa mpaka mwisho wa video hii kwa sababu mwisho wa video hii nitakuonyesha ni kitu gani cha kufanya kama unaota ndoto za namna hii. Inatokea ukemewa kama unapokemewa kelasi baada ya kuota ndoto hizi. Je, inatokea ushikuru? Je, inatokea uombe vipi? Je, unatokea ufanye vipi? Leo nitakuelekeza mahali hapa ni kitu gani cha kufanya mwishoni mwa video hii kama unaota ndoto za namna hii kwenye maisha yako. Sasa ninapokuenda kuonyesha ndoto hizi ndoto zipi, kama bado hauja subscribe channel yetu ya YouTube, unaweza ukasubscribe muda huu ili kila ninapoleta mafundisho mapya ya ndoto, uwe wa kwanza kuyapata na kuyafanyia kazi. Ndoto ya kwanza ni ndoto ya kuota unazungukwa na watu ama unatafutwa na watu, lakini hawakuoni. Ndoto hii inaonyesha kuto kuonekana na kuwashinda nguvu hawa wachawi wanaokutafuta. Inamaanisha kwamba umezishinda nguvu zile darubini zao za kichawi, yaani kila unapojaribu kukutraki wanashindwa kukupata ii anapojaribu kutafuta wanashindwa kukupata kabisa, kwa sababu wachawi wanapoenda kuharibu maisha ya mtu, kabla hawajaanza kumloga huyu mtu, lazima mpime kwanza huyu mtu ana nguvu kiasi gani katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wanapoenda kupima, lazima kuwekea antena za kukumonita, wajue maisha yako ya maombi weo yakoje, maisha yako ya utoaji weo yakoje, maisha yako ama mahusiano wako wewe na Mungu yakoje. Hii inawasaidia kujua kwamba watakapoenda watapigwa ama watapiga inamaanisha kwamba wamejaribu kutafuta kwenye darubini zao za kichawi, lakini wameshindwa kupata kabisa. Wamejaribu kutafuta kupitia vyungu vyao ama vyoo vyao vya kichawi, lakini imeshindikana. Na muda mwingine wanaweza wakawa wanakuja mpaka nyumbani kwako, lakini wanakutafuta, wanashindwa kukuona. Labda pale ulipo, huenda wakienda wanakuta moto, labda uenda pale ulipo, wakija wanakutana na maji huenda pale ukija wanakutana na mlima, hawakukuti wewe. Hii inamaanisha kwamba wanahangaika kukuona, wanahangaika kukutafuta, wanataka kutafuta kwa ajili ya kufanyia mambo mabaya, lakini kwa sababu umewashinda nguvu, wanashindwa kukuona kwa macho yao ya kichawi. Inawezekana kinachotafuta ni ndoa yako, ndoa yako wanapojaribu kuitafuta kwenye rada zao za kichawi, ama ndoa yako wanapojaribu kuitafuta ili waweze kuiharibu, wanakuja kuangalia, wanashindwa kuiona au kinachoweza kutafuta inaweza kuwa ni uchumi wako, ndo unaweza kutafuta, lakini wanapotazama kule kwenye rada zao za kichawi, wanapojaribu kuangalia uchumi wako wanashindwa kuona. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya pili, ndoto ipi ambayo utakapoiota ujue wachawi na waganga wanakuogopa hawakuwezi, wamekushindwa na wanakutetemekea. Kama bado hauja subscribe channel yetu hii ya YouTube, basi unaweza uka subscribe pale ulipo, ili kila ninapoleta mafundisho mapya ya ndoto uwe wa kwanza kuyapata, na kama bado hauja like video hii, basi unaweza uka like sasa. Ndoto ya pili ni ndoto ya kuota unatembea gizani la lakini hauogopi. Ndoto ya namna hii inamaanisha ni mamlaka juu ya giza. Ndoto ya namna hii inamaanisha kwamba wewe ndani yako una nuru kuliko lile giza ambalo linakuzingira. Hii inamaanisha kwamba unatembea katikati yao, lakini wanashindwa kufanya yale ambayo wanataka kuyafanya. Wazidi nguvu, unatembea katikati yao, ndo maana hauogopi kabisa. Unapota ndoto za namna hii inamaanisha ni ushindi juu ya falme za giza kwa sababu hauwezi ukaona akiogopa kitu ambacho umekishinda nguvu. Wanadamu wote huwa wanaogopa vitu ambavyo vimewashinda nguvu kwao. Kama unaota unatembea katikati ya giza hili na bado hauogopi, ina maanisha sio wao wamekushinda nguvu, ila wewe ndo umewashinda nguvu siku ya leo, kwa sababu silaha kubwa ya mchawi ni hofu. Kuna muda mchanga anaweza kaa hana nguvu hata ya kukuloga, lakini kwa sababu una hofu sana, hofu ile ikapelekea yeye apate nguvu ya kukuloga. Wengi ambao tuko mahali hapa, wachawi kwanza huwa wanakuja na silaha ya hofu, na ndio maana muda mwingine unaweza kaa unaomba, muda mwingine unaweza kaa umetulia kabisa, lakini ndani yako ghafla unaanza kusikia hofu. Ama muda mwingine unaweza kaa uko kwenye maombi ya usiku, unaomba huko ni saa 8 usiku ama ni saa 9 usiku, huko unaomba, unaomba, unaomba, unaomba maombi ya vita, lakini unaposikia kitu batini kimeshuka tik, kimelia, unajikuta kama unastuka. Unaposhtuka unakuwa umeingiza hofu tayari, na ile nguvu ya Mungu ndani yako ya kulinda zidi na wachawi inapungua ama inaondoka kabisa, kwa sababu hofu ni mshale mkubwa ambao shetani huwa anatumia kwa ajili ya kuangamiza maisha ya watu. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya tatu, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe ili kipindi ambacho nakuletea ndoto za namna hii huwa unakuwa wa kwanza kuyapata, na pia kama bado haujalike video hii, unaweza ukalike pale ulipo ili kufanya video hii iweze kuwafikia wengi, na pia unaweza ukashare kwa ndugu jamaa na marafiki, kama unabarikiwa na video hii na ujumbe huu. Sasa, Ndoto ya tatu ni kuota unatembea juu ya miiba ama juu ya moto lakini hauungui wala hauumii. Ndoto hizi zinamaanisha kwamba umefunikwa na neema na ulinzi wa Mungu. Wachawi wanajaribu kukuumiza, wachawi wanajaribu kukutesa na kukuunguza, lakini wanashindwa kulifanya lile wanalotaka kulifanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo yale yale mambo ambayo tunayaona hata kwenye maandiko matakatifu. Ndugu zake na Yusufu walikuwa wanajaribu kumuua Yusufu, lakini kipindi walichokuwa wanajaribu kumuua Yusufu ndio kipindi ambacho yeye alikuwa anainuliwa zaidi. Kwa hiyo hata wewe kama unaota ndoto hizi, inamaanisha wanajaribu kufanyia mambo mengi, wanajaribu kufanyia vituko vingi. Lakini vile vituko na yale mambo wanayokufanyia yatakufanya yata wewe uweze kupanda kwenda kwenye hatua yako nyingine kubwa ya utukufu. So wanapoona vitu vya namna hii, wanaogopa wana jitenga mbali na wewe, wanaona kabisa huyu mtu tumemshindwa, huyu mtu ana nguvu sana kuzidi sisi, huyu mtu neema ya Mungu imemfunika kuzidi yale matatizo ambayo sisi tunamletea kwenye maisha yake. Na ndio hii sometimes unajikuta kwamba unaumwa ugonjwa ambao unatakiwa kukuua, unauma ugonjwa ambao katika hali ya kawaida umeua wengi, lakini wewe unashindwa kukua. Sasa napokwenda kuonesha ndoto ya nne, kama bado hauja subscribe chaneli yetu, muda huu unaweza uka subscribe pale ulipo, ili kipindi nacholeta mafundisho mapya kuhusiana na ndoto, ili kila napoleta tafsiri mpya ya ndoto uwe wa kwanza kuipata, na kama bado hauja like video hii, basi unaweza uka like pale ulipo. Sasa ndoto ya nne ni ndoto ya kuota unapanda mlima na unafika kileleni, ama kama unaluka ukuta na ule ukuta unaoluka unaovuka bila shida yoyote. Hii ina maanisha kwamba vizuizi vya kichawi ambavyo vimewekwa kwenye maisha yako havijaweza kukushinda. Mitego ya kichawi ambayo imewekwa kwenye maisha yako haijaweza kukushinda. Hii inaonyesha kwamba kuna kitu kikubwa ambacho wamekiweka mbele yako ili wewe usiweze kuvuka kuelekea kwenye hatima yako, ili wewe usiweze kuvuka kuelekea kuzitimiza ndoto zako. Lakini unapoota unapanda mlima na unaumaliza inamaanisha kwamba wewe umewashinda kwa sababu ile changamoto waliyoweka mbele yako ili wewe usiweze kuolewa, ile changamoto waliyoweka mbele yako ili wewe usiweze kupata kazi, ili katika vipimo vyao vya kichawi wao walikuwa wanajua kabisa, hiyo ni changamoto kubwa sana Hicho ni kitu kikubwa sana ambacho wewe huwezi kukivuka, lakini umewa surprise kwa kuwa umeweza kupanda mlima ule na umeweza kuuvuka. Kwa hiyo ndoto hizi zinaonyesha kwamba kuna baraka kwenye maisha yako, na kama kuna jambo lolote ulikuwa unapitia, basi ujue kupitia ndoto hizi ya kwamba jambo lile unakwenda kulivuka, jambo hilo linakwenda kuisha kabisa kwenye maisha yako, kwa sababu changamoto nyingi sana ambazo unapitia siku ya leo kwenye maisha yetu sio changamoto ambazo Mungu amepanga tupitie. Mungu sio kwamba hataki upate kazi, Mungu anataka upate kazi, Mungu anatamani uwe na ndoa yenye amani Mungu anatamani wewe ukae vizuri, lakini unajikuta changamoto nyingi zinazokuja kwenye maisha yetu siku ya leo hazijasababishwa na Mungu, zimesababishwa na wanadamu wenzetu, lakini sisi tunaisha tu kusema kwamba ni Mungu ndo anayepitisha. So, sasa, ndoto ya tano ni ndoto ya kuota umeshika panga unafyekafyeka watu ama unawakatakata watu. Ndoto hii inaonyesha kwamba umewashinda nguvu wa ganga, umewashinda nguvu wa chawi na lolote lile ambalo ukawa umelewa kwenye maisha yako umeweza kuliangamiza wewe hapo china. Na ndo maana ninaomba unisikize kwa makini. Kuna watu ambao walishaota, kuna watu wanapigana nao usiku na wakawakatakata na mapanga wakaweza kuwaua, wakajikuta kwamba kesho yake asubuhi ama baada ya siku mbili, siku tatu, yule yule mtu ambaye aliota kwamba anamfieka kwenye ndoto, huyo huyo mtu ghafla ameanza kuumwa na amekufa. Hii inamaanisha kwamba yule mtu alikuwa anakuja kufanyia mabaya kwenye maisha yako, huyo mtu alikuwa anataka kujaribu kuangamiza maisha yako, lakini wewe kwa sababu ulikuwa na nguvu zaidi yake ukaweza kumua. Inamaanisha kwamba yeye alikuja kwa ajili ya kukua, alikuja kwa ajili ya kuangamiza familia yako, alikuja kwa ajili ya kuangamiza watoto wako, biashara yako, na chochote kile ambacho alikuwa anataka wewe kuangamiza kwenye maisha yako, lakini unapoota vice versa, wewe umemwangamiza, wewe na maana lile jambo ambalo alikuwa anataka kuja kulifanya kwenye maisha yako wewe, wewe umeweza kulifanya kwenye maisha yake yeye. Sasa napokwenda kuonyesha ni kitu gani cha kufanya kama umeota ndoto hizi. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe, ili kipindi ambacho naleta mafundisho mapya na tafsiri mpya za ndoto, basi wewe unakuwa wa kwanza kuzipata. Na kama bado haujalike video hii, na tutakaribia mwishoni mwa video hii, basi unaweza alaki pale ulipo basi, kwa kuwa ndoto hizi zinaonyesha ni ushindi. Utakacho kifanya utafanya kitu kikubwa kimoja, utafungua katika kile kitabu cha Zaburi ya 136 36 mstari wa kwanza inayosema kwamba Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Utaingia tu kwenye maombi, utasema, Mungu wangu, nasema asante kwa ajili ya huu ushindi ambao umenipatia siku ya leo, kwa Bwana umenifanya niinuke victorious, kwa kuwa Mungu wa mbinguni umenifanya niweze wachawi kuwashinda, wanashinda familia yangu, la Yesu Kristo, ukuashnda hai Amen. Utakapoomba maombi ya namna hiyo utakuwa umemshukuru Mungu kwa kuwa Mungu ndiye aliyekupa ushindi na ndiye aliyekupa nguvu ya kuwashinda wachawi hawa, kwa sababu hujashindana kwa nguvu zako, ila umewashinda kwa sababu Mungu ndiye aliyekupatia nguvu hizo za kuweza kuwashinda siku ya leo. Na pia kama una ndoto nyingine ambayo haujui maana yake, unaweza kaandika pale kwenye comment section na nitakujibu. Na kama unataka kutafuta kupitia namba za simu, basi unaweza kachukua namba zetu za simu zinazoonekana kwenye upande wako wa kulia wa chini wa screen. Namba hizo unaweza kanitafuta kama una shida binafsi, ama kama unahitaji ushauri, ama kama kuna vitu. Shalom, peace.